Yeah. Yeah. Hey. By the government so yeah. just uh, invite them to support yeah. the group uh, and they have their own programs some are staying here for the whole month some for two weeks yes, yeah. depending on the expertise mm -hmm. they're going to give them okay. ye yeah, but we have uh, the coordinator for the project mm -hmm. we have project coordinator waimbaji yes. hapa mbona mm sijawanampo -hmm. Eh, aya andisha wimbo asikie. Mawazo ya msala na mawazo ya busala. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kazi, walioko nje hata walio ndani, au kwa sababu mawazo haya endani, wengine wanawaza kwenda kwenye kamari, mwingine anataka kwenda kuiba mali. Ardhi tunayo tunashindwa kuitumia, kilimo, ufugaji, pia hata uvuvi. Tabora, Arusha, Mwanza mpaka Dodoma, Kigoma, Tanzania, Kenya mpaka Uganda, tuko pamoja mpaka sisi tunaganda, tunaganda. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Kilimo ni sekta muhimu kwa Tanzania, kilimo, ufugaji, sisi tunajivuni lakini sijui kila mtu anachowaza, asiopenda kilimo mimi wananikwaza. Kilimo ni sekta muhimu kwa Tanzania, kilimo ufugaji, sisi tunajivunia. Lakini sijui kila mtu anachowaza, asiopenda kilimo mimi wananikwaza, kwa kuwa mawazo haya ndani. Lakini inapaswa tuwe makini ili tuweze kupunguza umaskini mikoa Tanzania, pia nchi jirani Kenya, Uganda na Nairobi, Kampala. Huu umaskini inamaanisha ufukara, lakini bado Habari ziwafikie namiko, habari ziwafikie pale yote, yeah. Yeah. Kuna baadhi ya watu wa watakifanya kazi na ufugaji yeah. uh, okay. sisi yeah. tunajivunia yeah. yeah. lakini <laughs> sijui <Yeah>. kila <laughs> mtu anachowaza wasiopenda kilimo mimi wananikwaza kazi ni kazi, hata kama si ofisini. Kufanya kazi si lazima ofisini. Umaskini sijui utaisha lini na utajiri utakuja lini? Utakujaje kama hufanyi kazi? Kufanya kazi si lazima ofisini. Umaskini sijui utaisha lini na utajiri utakuja lini?

a uchumi kwamba uchumi umeshu papa lazima kakinya siyo sio sina sikitisha kufanya, si uta kufanya kazi si lazima ofisini. umaskini siji utaisha lini? na utajiri utakuja lini? utakujaje kama fanyi kazi? kufanya kazi si lazima ofisini. umaskini siji utaisha lini? na utajiri Uta kujalini utakujaje kama haufanyi kazi <laughs> watu watabola ni peni utaratibu lakini kuna watu wanataka ukatibu najua kuna mambo ambayo yatanisibu najua kuna watu watauliza maswali na cheki kina dada wamevaa suruali naomba mnijibu haya yangu maswali kwa nini vijana wanazulula mitaani hiyo inakela hiyo kweli sio tani vijana mitaani utakuta hawana na kazi najuli yao yote ya kuibaiba watu watabola ni peni utaratibu yao

Hivi kweli kulazimika tabu, hebu mbweli tufanye, yeah, kazi yeah. Si lazima ofisini. Umaskini zivi utaisha lini, na utajiri utakuja lini, utakujaje? Kama ufanye kazi, ufanye kazi. Anasema hivi mkimaliza hii kazi ya kutengeneza hii, ni wapeleke kwenye tamasha Ulaya, na mkashiriki mashindano ya kuimba <laughs> <laughs> <Absolutely impressive. laughs> Jamani, leo nimewaletea mgeni mwingine. huyu anaitwa Auntie Barbara. Auntie Barbara amekuja kuwatembelea, kuwasalimia, kuona mnachofanya. Yeye yeah, ana interest sana na vijana, na tumetoka huko Sikonge. ukonda moyo, kuna mtu anatoka ukonda moyo yeah? wanaotoka ukonda moyo nyosha mikono, okay. Yeah, way. mnaujua mradi wa Prosper yeah? na wale vijana wanaofuga kuku pale Mnawafahamu? Sasa ndio huwa anafadhili Mama Babra, hey, m... Uncle Richard. And Uncle Richard, kwa hiyo sasa leo amekuja Aunti Babra na Uncle Richard. Uncle Richard yeye mtamwona mara nyingi sana kwa sababu yeye anakaa hapa hapa Tanzania na atashughulika na nyinyi kwa, kwa, kwa mradi fulani, lakini Aunti Babra yeye anarudi Ulaya, lakini wamefurahi wote kuwaona. Sasa labda Aunti Babra ataongea, alafu

na vijana wengi wakapoteza matumaini ya maisha. I think that the vision that Mama Mwasa has created is a remarkable one and I am impressed that she has taken a group of young people to deliver this vision. Anadhani dhana kuu hii ya kutuweka hapa pamoja ambayo imesimamiwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni dhana nzuri sana, na itatufikisha mbali, na namshukuru sana mkuu wa mkoa a kuja na dhana hii na natumaini kwa kuwatumia nyinyi haya anayo yafikiria mheshimiwa mkuu wa mkoa anaweza yakakamilika. Anaona ni heshima kubwa sana mheshimiwa mkuu wa mkoa kumwalika aje atembelee sehemu hii ambapo mnafanyia shughuli. Kwa hiyo anaona ni heshima kubwa sana mpunika.

utayari ambayo anauona hapa anasema, na kwa utayari ule inampa yeye naye nguvu, kwa sababu naye anana, anana, anafanya kazi mahali, huenda kuzungumza na wenzake, ili kile mnachofikiria mnachotarajia kukamilisha awe naye ni sehemu ya jitihada zenu. It is the duty of old old, people, people and to to young, young I am fairly is <laughs> <laughs> also help get on their feet. Mm. Anajiona kama ni mtu mzima kwa sababu mimi ni mdogo wake na namheshimu. Mkuu wa mkoa yeye ni mkubwa kwake. Sasa kama mtu mzima ana, anaona kuna, kuna, kuna, kuna, kuna anadaiwa kuhakikisha kwamba vijana yale ambayo wanayafikiria kichwani kama ndoto zao ziweze kukamilika. Anachoweza uh, uh, so uh, an mm -hmm. <laughs> kusema kwa sasa hivi atafanya kila anachoweza ndani ya madaraka aliyokuwa nayo kuona kwamba anakuwa sehemu ya mradi huu kwa kadri itakavyowezekana. Mama Mwasa. Naamini chini ya uongozi wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa haya ambayo mnayafanya na haya ambayo yanafikiriwa kwa kupitia kwenu yatakamilika kama ambavyo yamepangwa. <laughs> <laughs>

Mimi natokea kampuni ya TLTC. Wale ambao wanafahamu tumbaku nafikiri jina TLTC wanalifahamu. TLTC makao yake makuu yako Marekani lakini tuna ofisi nyingine ambayo iko Geneva, Switzerland. Sasa huyu anatoka ofisi, ni makamu rais anatoka ofisi yetu ya Geneva. Tulikuwa kwenye mradi wa Prosper kutembelea lakini tuliposikia kwamba kuna e, nguvu nyingine iko hapa tukaona tusipite tu na tuliposikia kwamba kihichi kinachofanyika kina mahusiano fulani na tumbaku kwa maana ya ushuru wa tumbaku, tukasema ah, ni vizuri basi tupite ili tuje tuwaunge mkono. Unajua, kuunga mkono watu hata ukupita ukaonyesha kushiriki katika kile ambacho wanakifanya hata kwa mawazo. Ndio maana kwenye shughuli zingine watu wanasema mchango wa hali na mali. Ukitokea ukiona, na naamini ukiona unaamini, ukiamini, inakuwa ni rahisi kwetu sisi hata kuzungumza na wenzetu kwamba jamani pale kuna kitu kinachofikiriwa na kuna kitu kinataka kutokea, na yako maeneo mengi ambayo ushuru wa tumbaku unakwenda, lakini ushuru ule haurudishwi kwenye maendeleo ya jamii. Sasa kwa kupitia kwenye mradi huu tunafikiri ni fursa ya kuweza kuonyesha kwamba kumbe ule ushuru ukielekezwa mahali ambako kuna utayari kama ambao tunauona hapa, basi matokeo yanaweza yakatokea. Tunaona vitu vingi sana hapa, na tunaamini kwamba ni kwa kuunganisha nguvu tu ndiyo tutaweza kufanikiwa na kufika huko tunakotaka kwenda. Mkurugenzi mkuu, bahati nzuri, wa TLTC yuko hapa, tumekuja yuko Tabora. Tukitoka hapa tunakwenda kumpa taarifa hii. Ni imani yangu kama mwenzenu kwamba atatunga, atatunga mkono katika hii. <coughs> Kila laheri mwanzo, wanasema mara nyingi huwa ni mwanzo mgumu, lakini nikiangalia mnakokwenda, na mkaweza kutimiza ndoto zenu kwa jinsi zilivyopangwa na kwa jinsi tulivyoelekezwa nina imani sio tu kwamba mtakuwa na hali nzuri, lakini mtapata wenzenu wengi sana wenye wivu wa kutaka kujiunga na nyinyi, na kutakuwa kuna wenzenu wengi sana ambao watataka kuwaleteeni wivu ili, ili mfarakani. Kwa hiyo ninachowashauri ni kubaki katika umoja huu ambao mmeanza nao mwanzo, mmeuona wote. Huko mnakokwenda mtakuwa ni watu wa mfano, wengine mtaitwa mkawafundisha wengine. Kwa hiyo mafunzo ambayo mnayapata hapa ni vizuri sana mkayaweka kichwani na, na ni hazina kubwa sana katika maisha yenu. Nawatakia kila laheri, nami naahidi kusukuma sana ombi ili, ili na sisi tuwe sehemu ya mbuguzi. Sasa watoto wangu, leo mmetembelewa na watu wakubwa sana. Huyu bwana ni mkurugenzi wa mahusiano na mama ni makamu wa rais. hao ni watu wakubwa sana wapigeni makofi. Makamu wa rais aliyetoka huko Uswizi Geneva, akaja kutembelea shughuli nyingine, lakini akasema apite wasalimie nyie. Ni heshima kubwa sana, kwa hiyo ni lazima tuseme neno la shukrani. But what I'm telling you you every again We do believe that our village will continue to, be, to or oh, I can say that we will learn our village until we reach to the dream. I am crying. othe mwingine a kushukuru kwa Kiswahili Makamu wa Rais kutoka kule Japan na Geneva, na ndugu yangu hapa Uncle Richard, pamoja na mheshimiwa pale Kukla. Mr. Mwinyi na babu kwa ujumla, na wanakijiji wenzangu, kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa ugeni uliotufikia na kameramani pale na kamera wetu hapa kijijini. Shukrani za dhati natoa kwenu. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Napenda kwanza kabisa kushukuru Mungu kwa kutuweka hai mpaka muda huu mmeweza me, me, kutukuta tu wazima kwa ujumla. Tuko katika hali ya afya nzuri kabisa, na kama mnavyoona, mmetukuta katika mazingira ya utendaji wa kazi, kwa maana hiyo tunaendelea vizuri. Kwa hiyo tunashukuru sana mkuu wa mkoa, kwa sababu unatujali sana hadi unatuletea watu wakubwa kiasi hiki. Tunatetemeka namna ya, ya kuweza kushukuru. Kwa hiyo tuna... Kwa hiyo tunashukuru sana kwa sababu hatuna maana nyingine ambayo tunaweza tukaongeza hili neno ili likawa tamu sana kwamba la shukrani, hatuna uwezo wa kuliongeza ila Mungu mwenyewe, kwamba anajua mioyo yetu, kwamba jinsi gani tunavyowashukuru sana kwa, kwa mpango huu na maelezo unayotupa na makamu wa rais anavyosema kwamba atazidi kutembelea. Kwa hiyo tunatoa shukrani za dhati sana na tunaomba zaidi waendelee kutembelea ili waweze kuona utendaji wa kazi unavyoenda, na huu ni mwanzo tu, kwa sababu vijana kwa kweli tuna hasira sana na, na umaskini uliokithiri katika huu mkoa wa Tabora. Kwa hiyo tuna tunafanya kazi kwa juhudi zote zile, bila mgomo, bila utovu wa nizamu. Kwa hiyo tunatumaini, kutokana na maelekezo tunayopata kutoka kwa viongozi wetu, tuna imani tutafika tunakofikiria katika ndoto zetu kufika. Kwa hiyo so tunamwomba tu Mungu azidi kutuweka hai na nyie viongozi wetu, Mungu azidi kuwazidisha kila laheri, ili mzidi kutukumbuka kila kuchapo, kwa sababu uhai ndio kila kitu. Kwa hiyo uhai kama hakuna, nafikiri kutukumbuka inakuwa vigumu, kwa sababu unakuwa na magonjwa na maumivu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo uhai unapokuwepo tunamwomba Mungu zaidi, ili mzidi kutukumbuka, hata ndugu zetu wanapoenda kule nchi za nje Nafikiri watapeleka sifa hizi nzuri. Kwa hiyo tunawaombea sana katika safari yao, wafike salama na wazidi kutukumbuka. Ni hayo tu, nashukuru sana. Bada ni kama vile tuna mkalimani, tunaendelea <laughs> ni kama vile tunaendeleza, tuna, tuna, tuna ulipoachia wewe unawarudisha watoto warudi shule wasiende wasi, wasi, wasi kwenye mashamba ya tumbaku. Sisi tunawachukua wale ambao ile fursa waliikosa kabisa na tukaamini muda wa wao kusoma umepita. So wengi wao ni wale ambao hawakusoma kabisa, waliacha darasa la pili la nne la ngapi na many wachache many sana wamemaliza la saba lakini wakimaliza Mm. Lakini jioni wanakaa wanapata muda wa kusoma na kujifunza mambo mbalimbali, na kuna siku maalum za kukaa kujifunza mambo mbalimbali, so unaweza ukaona ndani ya kipindi kifupi ambavyo wamebadilika na kama ulinoti walikuwa wanakuelewa maneno mengi unayozungumza ndio maana walikuwa wana nod na kukupigia makofi. You notice when you're speaking much as they are drop, drop out from school they they they could could could pick some English words and they were clapping hands as you you speak because they could leave, they could hear what you're saying. For me it was impressive to see. I do not know how na ni kweli walikosa tu fursa, lakini wana akili nyingi, wana maarifa mengi, walikuwa wako scattered na walikuwa hawana msaada, walikuwa wamepoteza matumaini Serikali inahakikishia kwamba serikali iko kwa ajili yao, tunawarudishia matumaini yao na tunataka tuone wanafika mahali ambapo hata wale waliopata hizo fursa watawaadmaya na kuja kujifunza kwao. Na, na, na mimi nakuhakikishia kwamba siku zote huwa hatuwaandai, tunataka wenyewe wajitegemee, waseme mawazo yao, wawe huru. Kwa hiyo hakuna hata siku moja ninapoleta mgeni nikaandaa nani atasema siku zote unawasurprise, alafu volunteer anasema au unapick fulani, njoo leo ushukuru, zamu yako.

ongea mawazo yao, so sio mawazo ya kufundishana. mm -hmm. that, yeah. Viko vipaji vingi sana naamini, ukija wakati mwingine utakuta mambo makubwa zaidi ya haya.

Hmm. Anasema yeye alipokuwa na miaka ishirini na sita kama huyu alikuwa na, ana, ana uwezo wa kusimama hadharani akaongea, lakini ni wazi angekuwa na miaka kumi na tisa au ishirini na tatu asingeweza kufanya kile ambacho nimefanya. Kwa hiyo ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana furaha sana kuona kwamba katika umri huo unaweza kuwa na, na imara ukasimama ukazungumza kwa uwazi. So I am absolutely sure that you will do extremely well with your life. Anauhakika kabisa kwamba hii tayari anaouona hapa na uimara wa kila mmoja wenu anaoona hapa, anaamini kwamba katika maisha <coughs>